Bado siku tatu kabla ya kuzikamilisha siku mia tatu sitini na tano za mwaka elfu mbili na ishirini na tano eh, kwa maana kabla ya kuanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita na tupo hapa kwa ajili ya kujadili yale matukio yaliyotikisa zaidi ya kimataifa na tunafahamu yapo mengi, miongoni ni kurejea tena madarakani kwa Donald Trump, lakini uh, mapigano ya Gaza ama unaweza kuita mzozo na mengine mengi, lakini tunafahamu pia kwamba uh, vita vya Urusi na Ukraine vime, uh, vimeendelea tena mwaka elfu mbili ishirini na tano vikiingia mwaka wa nne, na mengine ambayo tutajadili muda huu. Nipo na Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa maswala ya kimataifa, lakini uh, tutaungana pia na Abdulaziz Jaad, mchambuzi wa maswala ya kimataifa ambapo hivi sasa yupo nchini Uingereza, hivyo kwa njia ya mtandao uh, tutakutana naye kutokea uh, pale London Uingereza. Kwa mara nyingine tena tunakutana. <laughs> Bila shaka uh, awali kabisa, ulikuwa na good luck. Sasa tupo pamoja kujadili kuhusiana na maswala haya ambayo yametikisa uh, kimataifa. Rahbi, nyinyi wachambuzi wa maswala ya kimataifa ni yapi ambayo mnayaona yalikuwa makubwa zaidi na yametikisa dunia zaidi? Tuanzie hapo. Kuna mengi mengine tumeanza nayo yao yametoka miaka ya nyuma uh -huh. Tukaingia nayo mwaka wa 2025 ikiwemo mgogoro wa Urusi na Ukraine ambao umekuwa sugu uh -huh. Lakini mgogoro wa Sudani pia umetoka, tumeingia nao upande wa pili uh -huh. Lakini kuna yale ambayo unaweza kusema kuwa uh, yalikuja ndani ya 2025 yenyewe ikiwemo mm -hmm. mgogoro wa Israel na Iran, ile vita ya siku kumi na mbili, lakini ulisema hapo kuapishwa kwa Donald Trump nadhani mm -hmm. ndio inaweza ikawa kii kabisa ambayo ndio ilianzia pale mm -hmm. uh, tumekuwa nayo hayo, lakini tumeshuhudia baadhi ya, ya vitu duniani, mfano uh, mabadiliko yaliyotokea kule Asia ya mbali kule, uh, kule Bangladesh na, na Nepal na kwingine tumeona kumekuwa kuna mabadiliko uh, lakini pia tumeshuhudia hapa jirani zetu Kongo uh, kudondoka kwa Goma, Bukavu kwenda kwa M23. Baadhi ya vitu ambavyo vimetokea, kulikuwa kuna kifo cha papa unajua <coughs> Na chenye kilitokea mm. katika kipindi hiki na papa mpya kaja. Mm. Mm. Sasa tuanzie hili la Donald Trump kurejea tena madarakani kwa rais wa 47, mm. uh, lilikuwa mjadala kutokana na sera zake mm, ambazo nyingi uh, mara zote huwa zinatajwa kama kuto kuiunga mkono Afrika ama kuto kwa karibu na Afrika mm, uh, lakini mara kadhaa Marekani imekuwa ikihusishwa na baadhi ya migogoro, lakini Donald Trump alipoingia madarakani pia ameonekana kuja na sura ya usuluhishi. Ya kurejea kwa Donald Trump. Eh, naweza kusema ni kula kiapo kwa Trump kwa sababu kuchaguliwa alichaguliwa ilikuwa Novemba mm -hmm. ya mwaka uliopita. Eh, sasa eh, kiapo chake ndio kilikuja Januari. Kwa hiyo unaweza kusema mwanzo kabisa tulianza naye. Mm -hmm. Hatukumwona Trump wa tofauti na aliyepita kwenye awamu ya kwanza kwa sababu eh, hata awamu ya kwanza baada ya kula kiapo aliweka maazimio mengi mengi kama hivyo hivyo tu kwenye awamu ya pili ambayo tunaona awamu ya pili alienda mbali kidogo ikiwemo uh, kufunga baadhi ya mashirika ikiwemo USAID yenyewe, lakini kufunga hata Voice of America ndani ya Marekani, hatua alizochukua mm -hmm. lakini swala la uhamiaji akarudi pale pale kwa mbinyo zaidi, na mara hii kuna ukali zaidi kwenye uhamiaji mm -hmm. uh, kurejesha watu, lakini mara hii amekwenda kwenye kuminya zaidi vyombo vya habari vya ndani vya Marekani na, na kushughulika nao kweli kweli. mm -hmm. umezungumza kuhusu mwelekeo wake wa amani, tumeona uh, akijinasibisha hilo lakini uh, tumeona kama vile uh, amekuwa ni Trump ambaye labda anataka kuonekana sana, maanake migogoro mingi ambayo ameishughulikia imekuwa haina mwisho mm -hmm. Haifiki mwisho yani, kusema kuna mgogoro ameumaliza na ukamalizika na watu wakaona kila kitu kimekaa sawa, imekuwa ni vigumu kuona vile. Tumeona uh, makubaliano hata ya Israeli na Hamas kule Gaza yamekuwa tu ya ukiukwaji mkubwa lakini tumeona swala la Ukraini na Urusi ni bado limemkalia kooni. Imekuwa ni gumu kidogo kwake mm. eh, kulimaliza uh, tumeona uh, mgogoro wa jirani zetu Kongo na wenyewe haukuwa na suluhu ya wazi hata yenye kufahamika moja kwa moja kuwa yapi ni yapi, nani ni adui, nani ni kikundi chenye silaha, nani ni serikali, nani mm? Tumeona hilo kwa ambalo, lakini katikati ya hili Trump alipotuaminisha kuwa yeye amekuwa rais wa amani, ndani ya rais ya amani, tukaona yeye ametoa zaidi ya ndege mia moja kwenda kushambulia Iran, yeah. kwa hiyo akawa ametutoa tena kwenye reli iliyokuwa kuamini kule, lakini tunaona hivi sasa kuna ile harufu ya mgogoro na Venezuela ambao ukiangalia kwa kiwango kikubwa kuwa labda wanasubiri ile amri tu ya kufanya mashambulizi. mm -hmm. Sasa ile nadharia aliyetuambia ya maneno kuwa yeye ni rais wa amani kwenye ile vitendo vimekuja haviakisi kile anachokizungumza. Abdulaziz mm -hmm. Jaad, bila shaka unanipata vizuri, tunazungumza kuhusiana na Donald Trump kuapishwa Januari mwaka huu na kuwa rais wa arobaini na saba wa Marekani. Uh, amekuwa na sera mbalimbali ambazo nyingi uh, haziungi mkono baadhi ya mataifa, lakini uh, ameimba wimbo wa amani, ila matendo yake uh, yanatafsiriwa kama yaungani mkono na kile ambacho amewekea hili. <coughs> Sijui huko Ulaya wanazungumza nini kumuhusu yeye. Na wewe, upi mtazamo wake kuhusiana na utawala wa Donald Trump? Asante sana. Kama alivyoanza mwenzangu hapo, uh, utawala wa uh -huh. Donald Trump ambao wengi wanaita Trump 2.0, hii uh, awamu ya pili ya Trump. Trump, uh -huh. uh, Trump bado anabaki kuwa ni raisi mtatanishi ambaye mara uh, nyingi malengo yake na dira zake zinakuwa hazifahamiki lakini wakati huo huo ameonyesha wazi vile vile kwamba uh, maslahi yake binafsi na maslahi ya nchi ambayo ndo anayaweka mba, mbele kuliko right. maslahi mengine. Amethibitisha wazi kwamba sio kiongozi ambaye anaweza kuaminika na kuchukulika kauli zake kwamba ndio kauli thabiti ambazo zinaweza zikajenga sera na mahusiano ya kimataifa uh, upande mmoja, kama ilivyozungumzwa, tunaona wazi kwamba katika vita vya Iran huku akiwa akipuliza tarumbeta la amani uh, Iran ameweza kuwasaidia Israeli na kuingilia kupiga Israeli katika vita uh, uh, Iran katika siku zile kumi na mbili, ingawa wengine wanazungumza kwamba ameingia pale kupiga ili Israeli si, isiendelee kupiga. Kwa hiyo amechukua lile jukumu la kupiga vinu vya nyuklia ili Israeli isi, isiwe peke yake, lakini wakati huohuo inaonekana kwamba anapendelea upande mmoja pamoja na utata wa kuweka uh, maslahi ya Marekani zaidi ambayo wameweka ile sera ya maga make, uh, America great again kwa katika kila hatua yake ambayo anaifanya katika pembe za dunia anaweka maslahi ya Marekani mbele katika usuluhishi wake wa vita vya Ukraine na Urusi vilevile, anailazimisha sasa hivi Ukraine ikubali kusitisha mapigano na ikubali kutoa uh, uh, ardhi kwa Urusi, lakini wakati huo mlango wa nyuma inailazimisha Ukraine kwamba itiliane saini mikataba ya kutoa uh, madini na uchimbaji wa madini ghafi uh, uh, ya, ya kimikakati pale Ukraine, lakini wakati huo huo tunaangalia uh, maslahi yake ambayo ana upande mmoja anazungumza kwamba anasuluhisha DRC, lakini wakati huo huo anapeleka makampuni kwenda ku, ku, ku, ku kutilia saini mikataba yali kuchimba maslahi madini ghafi. Kwa hiyo utakuta kwamba bado ana utata, lakini Trump akijulikana kama Trump kwamba ana utata. Kwa hiyo wakati wa mazungumzo kila mmoja anabidi aweke maslahi yake mbele. Kwa hiyo bado Trump ni eh, mtihani katika mwaka huu wa ishirini ishirini mm. na tano unaokuisha na inaweka dira kubwa huko mbele kwamba mm. anaua utandawazi ambayo ndio ulikuwa ni sera ya kidunia ya kufanya biashara na kuamiliana, ki, ki mahusiano ambayo kuweka kwamba kila mmoja ajitetee peke yake, anaua mm. na nchi kama za Afrika zinaelekea kwamba zinaweza zikaathirika na maamuzi yake, ambayo kwamba kila mmoja anatetea maslahi yake. Sasa Jaad, pamoja na hilo e, kwa sababu tunaangalia masuala ya kimataifa ambayo yametokea elfumbili na ishirini na tano mzozo wa Urusi na Ukraini bado umeendelea kuchukua nafasi licha ya jitihada mbalimbali kuhakikisha mzozo huo unamalizwa, na, na tunafahamu pia e, nchi za Afrika ni wanufaika wa hilo Urusi Uh, ni uzalishaji pia wa mafuta pamoja, uh, na ngano kama ilivyo kwa Ukraine na Tanzania. Asilimia uh, kubwa ya ngano ilikuwa ikitoka huko uh, Ukraine, lakini wakiwa kwenye mapigano uzalishaji kwao ukapungua. Lakini pia tunanufaika suala la mbolea kutoka kwao kabla ya mapigano. Baada ya hapo, uh, mambo yakawa tofauti zaidi. Hivi vita vya Urusi na Ukraini vimekuwa mjadala vikizungumzwa sana miaka minne bila jitihada za kumaliza na kumalizika kabisa. A, pengine kwa mtu ambaye anafuatilia sasa hivi anatamani kujua kwanza, Urusi na Ukraini, sisi uh, mataifa ya Afrika tunanufaika vipi moja kwa moja na athari za mzozo huo zinatuathiri namna gani? Asante, mawasiliano anakatika kidogo, lakini nafikiri nimekufahamu. Athari ya, ya vita vya Ukraine hasa hususan kwa upande wa Afrika uh, upande wa Afrika ukianza na lile suala kwamba sisi ni wanunuzi wa mafuta katika soko la dunia, ingawa tunaweza tusinunue moja kwa moja kutoka Urusi, lakini uh, mafuta ya Urusi yakiwa hayauzwi katika soko la dunia basi uh, bei ya, ya soko ya mafuta katika soko la dunia inakuwa inapanda na uhaba kwa ujumla unakuwa unaingia kwa ukubwa ule uhaba wa mafuta, kwa sababu mafuta zile nchi nyingine ambazo zilikuwa zikinunua kutoka kwa Urusi, kwa mfano India, ambayo walikuwa wakinunua moja kwa moja kutoka kwa Urusi, sasa itabidi tu wao wanagombaniana yale mafuta machache ambayo sisi tunanunua kutoka katika nchi za Ghuba. Kwa hiyo Afrika tunaathirika moja kwa moja na hiyo hususan katika kiuchumi, lakini kwa upande mwingine tunaathirika zaidi katika masuala ya mahusiano aa, katika masuala ya utandawazi tulikuwa tunaona kwamba tunaweza kufanya biashara moja kwa moja. Sasa hivi tunaona kwamba Marekani in, in, inaleta muhimili mwingine mpya imechochea, kwa sababu so, kabla ya hapo Marekani walikuwa ndo muhimili pekee ambao duniani baada ya Soviet kuanguka, lakini sasa hivi inalazimisha sasa Uh, nchi za Afrika na nchi zisizokuwa na maendeleo makubwa kuanza kuangalia partners wengine, kuingia na Urusi pe, mikataba ya moja kwa moja bilateral ambayo pamoja na kuingia na nchi za, za, za BRICS. Kwa hiyo utakuta kwamba masuala ya kidiplomasia vile vile sasa hivi tunaonesha wazi kwamba nchi za Kiafrika zinaathirika kwamba zinashindwa kubalance moja kwa moja kusema kwamba zi zisio zisifungamane na upande wote. Kwa hiyo tunaona kwamba baadhi ya nchi za Afrika zinakwenda moja kwa moja ambazo hazinufaiki na Marekani zinakwenda kwa Urusi moja kwa moja kusema kwa hmm. kwamba tulinde kijeshi tulinde kimaslahi ya, ya ya uwekezaji na kadhalika. Kwa hiyo uchumi kidiplomasia, ambayo tunaweza kuingiza pamoja na kisiasa vile vile, kwa sababu ukishaanza hmm. kuwekelekea kwamba uwe aligned kuwa ufungamane kwa upande wowote. Sasa mm -hmm. siasa za ndani baadaye zinakuja kuathirika, kwa hiyo kwa utakuta kwamba nchi za Kiafrika zinaathiriwa na huu mgawanyiko wa vita vya Ukraine aidha moja kwa moja au kwa kwa haraka haraka. Vile vile tukumbuke kwamba asilimia ishirini ya uzalishaji wa ngano duniani unatoka Ukraine mm -hmm. na licha ya kwamba sasa hivi wameruhusu kwamba uh, meli zitoke Odesa na kupitia Uturuki na kuingia katika soko la dunia lakini, mm. kuna uhaba mkubwa sana wa chakula ambao unaweza ukatengenezwa tena kutokana na hivi vita na mwathirika mkubwa itakuwa ni Afrika ambayo mm -hmm. hana uh, kujitosheleza. Sasa so, so, uh, kwenye hili la mzozo Rahbi, uh, mbali na Urusi na Ukraine, kwa sababu tunafahamu kwamba uh, wao ni wauzaji pia wakubwa wa ngano duniani lakini pia uh, wana mchango mkubwa sana kwenye sekta ya mafuta ameligusia hapa Brazil, lakini Uh, bado mapigano kati ya Israel na Hamas, tubaki huko kwenye masuala ya mapigano, bado hajafika uh, mwisho na yameendelea kuwa mzozo ambao ni kama uh, kila muda uzidi kwenda na, inatiwa petroli na unalipuka zaidi. Wakati mwingine inaonekana kama uh, kuna matarajio ya, ya kufikia mwisho, lakini baada ya muda fulani mambo yanarejea kama ambavyo yamekuwa awali. Ya kweli ya, kwanza nikiongezea hili la Urusi kidogo hmm. Kulikuwa kuna makubaliano kati ya Urusi na Ukraini awali katika mzozo kuwa waruhusu angalau usafirishaji wa vyakula duniani mm -hmm. na katika yale makubaliano na ile mikataba iliyopelekwa hadi Moskwa na kwingine ambao ilisimamiwa na Uturuki ilionyesha kuwa Afrika ndio ilikuwa ina uhitaji zaidi wa chakula hasa ngano, unajua uh, mfano sisi eneo la Afrika Mashariki kiasi kikubwa, mfano nishati tunachukua Ghuba zaidi kuliko kuliko kwingine, sasa mm -hmm ule mkataba ulivyosainiwa na ngano zikaanza kutoka, tathmini ya baada ya mwaka mmoja, na ndio maana Moscow ikaja kukataa ku, ku, ku, ku, eh, ku update ule mkataba mm. Tathmini ikaonekana ngano nyingi au mahitaji makubwa ya nafaka zilizokuwa zinatoka Urusi na Ukraine zilikuwa zinakwenda Ulaya na Mashariki ya Kati kuzidi Afrika, akaona kuwa kumbe Afrika ililetwa tu kama sababu ile kumbe inakwenda kwao na wenyewe wanazihitaji kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo unaona kama Urusi wakakataa ile, hatutaki tena kuendelea na hii. Na hilo likaisha. Swali lako umeniuliza kuhusu mzozo wa Israeli na Hamas ya. Mwezi wa kumi baada ya vurugu nyingi, karibu miaka mitatu tena inakwenda miaka miwili na mwezi wa kumi, ndio kulifikiwa kile kile ilifahamika kama makubaliano ya vifungu ishirini ya Donald Trump ambavyo alivipeleka na baadaye vikachukuliwa vikapelekwa kwenye baraza la usalama vikaenda vikafanywa kuwa sheria, vifungu ambavyo ndio viko kwenye utekelezaji katika hii awamu ya kwanza. Awamu ambayo tunarudi pale pale kuwa mambo ya Trump hayamaliziki. Mkataba huu haukuwa mkataba wa kisheria ambao umeletwa kisheria, ulikuwa ni utashi wa Donald Trump na ndio dunia ime, imerudi kwenye staili hiyo. Unajua, hivi sasa dunia inavyoendeshwa inaendeshwa kuwa Trump anataka nini, na wote wanafata kule. Yani, si kama zamani, migogoro ilikuwa ikiamuliwa, inapotokea migogoro inarudishwa haraka haraka kwenye baraza la usalama, watu na viongozi mbalimbali duniani wanapitia na kuanza kuchanganua, hili lina faida gani, lina hasara gani? Wana, wanatathmini, wanapiga kura, wanafanya nini. Leo hii karibu matatizo yote yanayoikabili dunia yanamwangalia Donald Trump ana utashi gani, yani anataka au hataki. Akitaka ndio inakuwa ajenda, yani ni kama vile kitu kinaitwa Umoja wa Mataifa kimeminywa na hakipo na hakina sauti na hakisikiki na hakina maamuzi na hakiheshimiwi. Ndio unaweza kusema imekuwa hivyo kuwa Trump anatupeleka kwa mapenzi yake anavyotaka, na ndio hivyo sasa, huu mkataba ni katika mkataba ya utashi wa Donald Trump mkataba ambao baadae ukarudishwa ukaleta ukapigiwa kura baadae, kuwa kuna uchina urusi wanaupinga, lakini hawakupiga kura yoyote, wakaacha waka ukapita ukawa kama sheria katika utekelezaji. Sasa shida inakwenda kwenye utekelezaji, toka mwezi wa kumi mpaka hivi leo karibu miezi miwili, Israeli imekiuka zaidi ya mara mia tatu kuvunja vifungu vya mkataba ndani ya Gaza, tunazungumza katika makubaliano ya miezi miwili ambayo imepita, Wapalestina zaidi ya mia tatu na sabini wameuawa, ndani yao watoto mia na ishirini ndani ya makubaliano, yani ndani ya mkataba. Sasa unakaa unajiuliza ni mkataba wa nini? Tuliweka mkataba kwa ajili ya kuzuia vifo, kwa ajili ya mashambulizi kudhibiti, kwa ajili ya hili. Sasa mkataba wenyewe ambapo unashindwa kufika mwisho ni kuwa, <coughs> mkataba huu unakuwa umewabana upande mmoja yaani kuwa umewashikilia upande mmoja tu lakini upande wa pili hauja. Yani upande mmoja umefungwa mikono na miguu, halafu upande wa pili umeachiwa ufanye unavyoona. Leo hii Israeli ndio anatupa tathmini ya yani kile kinachoendelea. Unakaa unajiuliza kuwa Israeli ambaye yeye ni mtuhumiwa na ni mshuhuki, ni mshukiwa katika vurugu hizo, yeye ndio anatoa tathmini. Kuwa mimi na wewe tuna ugomvi, halafu eti wewe unapewa tena ukae unitazame mimi halafu wewe ndio utoe taarifa kuwa mimi nimekuchokoza, cha kuchokoza kwanini umenishambulia? Kwa nini unajanishambulia? Unaona upungufu wa mkataba, unapokuwa kama lilikuwa lengo ni mkataba na kuleta utulivu, kwanini huyo abaki kuwa mlinzi wa yule ambaye alikuwa akigombana naye? Ilipaswa sasa hapa we songea pembeni, huyo asogee pembeni, hapa katikati tutaweka refari ambaye kuwa atakuwa anawatazama nyinyi, kati yenu nani anamsogelea mwenzake na nani anamchokoza mwenza? Sasa leo hii ulimwengu unapokea taarifa ya upande mmoja huyo akisema kuwa waliturushia mawe tukawaua, mm. hakuna mtu anafanya tathmini yoyote. Sasa hizi ni sehemu za upungufu mkubwa katika mikataba mm. ambayo Trump amekuwa akisimamia kwa sababu ni mikataba ambayo inakuwa ya utashi ambayo ina upendeleo ya upande mmoja na, na, na, na, na, na, na, na kwa nini Trump anakuwa na nafasi kubwa sana kwenye hii mikataba. Ndio narudi pale, pale, pale, tukusema kuwa katika kitu ambacho unaweza kusema kuwa kilikuwa kimefichwa sana ulimwenguni kuonyesha kama kuwa tuna Umoja wa Mataifa licha ya kuwa kulikuwa kuna minongono mingi kuwa Umoja wa Mataifa unapokea amri ya Amerika. Okay, tumekuwa na matatizo hayo kwenye vita ya Iraki, kwenye vita zingine ambapo kuwa baraza linakataa lakini wenyewe wanaamua. Wanasema kwa tu tunakwenda na Umoja wa Mataifa yanapita, Libya, ya na kwingine yametokea hayo zamani. Lakini mara hii wameamua kujionyesha kwa wazi kabisa kuwa hawa sisi ndio tunao waendesha. Ndio maana unaona kuwa maamuzi yanayochukuliwa na baraza la usalama hayaheshimiwi. Mara mbili, nadhani mara mbili au mara tatu, kama nakumbuka, katika mzozo huu baraza la usalama limepiga kura ya kuitaka Israeli kuacha kufanya yale inayoyafanya, lakini katika kipindi hiki hiki mahakama ya ICJ imetoa hukumu mbili au tatu kwa Israeli. Kwanza, Israeli kuwataka waondoke West Bank ndani ya mwaka mmoja, leo tunaona u. West Bank ndio, yaani, wanazidi kuweka makazi mapya na ujenzi mpya na ambao una baraka zote kwa kutoka kwa washirika wa magaribi, na haiko, Nikini, mpia, na ambao, check tunaona kabisa kuwa hii ni mahakama ambayo iko chini ya Umoja wa Mataifa mm -hmm. Ni mahakama ya kisheria ambao ulimwengu na dunia inataka uheshimu, lakini tunaona hakuna kinachoheshimiwa, halafu wale waliotakiwa kuchukua hatua hawachukui hatua wanakaa wanatazama jan uh, bila shaka wanatupata vizuri. Tumezungumza kuhusiana na uh, mizozo hii ambayo inaendelea huko uh, duniani. Kwa Afrika pia ipo mizozo ambayo imeendelea. Tunafahamu kwamba M23 ni kama imeendelea kujiimarisha hivi ikichukua udhibiti uh, wa eneo kubwa sasa la DRC ikiwemo Goma na Bukavu, lakini Uh, vita vya wenyewe kwa wenyewe pale Sudan ambapo mapigano kati ya jeshi la Sudan na RSF yaliendelea elfu mbili na ishirini na tano. Uh, ao nyinyi wachambuzi wa siasa mna mitazamo gani juu ya haya ambayo pia yanaendelea Afrika na kipi mnafikiri kinaweza kuwa suluhu ya haya uh, mapigano? Kama walivyozungumza tunaona kwamba Afrika haijasalimika katika hivi uh, mwaka huu vita vya mwaka huu Uh, kule eh, DRC Congo tunaona kwamba M23 ikisaidiwa zaidi na, na, na, na, na, na, na Rwanda, Okay. ambayo Rwanda inatoa sababu kwamba inalinda maslahi yake na haitaki wafuasi au waasi wenye asili ya, ya, ya, ya, ya upande wa pili kule kuingilia upande wa Rwanda, lakini ukitizama mm -hmm. kwamba kimikakati zote zinakuwa ni sababu ambazo zinaelekea kutafuta nani ahodhi maeneo yenye uh, madini ghafi ambayo sasa hivi dunia tunavyokwenda, kwamba ukiachilia mafuta uh, ambayo ndio ilikuwa ni mali ghafi adimu duniani, sasa hivi ni yale madini ambayo yanatumika kwa kutengenezea Uh, silicon chips uh, uh, transistors ambazo katika kila teknolojia ya ya electronic au ya internet au ya mawasiliano au ya kivita duniani madini hayo yanahitajika. Kwa hiyo, sasa madini hayo yako machache ya ambayo sana yanatoka upande wa DRC ambao kwa upande mmoja na Tanzania tumeanza kuonekana kwamba tunayo hayo madini, kwa hiyo tunatakiwa tuwe waangalifu wa kiasi kikubwa sana kwa hizi nchi kuwa na mikono yao katika nchi za Kiafrika. Kwa hiyo utakuta vita hivi mbele vinaonyeshwa kwamba kuna uasi wa kisiasa au kutoridhiana kwa siasa, lakini nyuma utakuta kwamba kuna kasi kubwa ya kukamata ma madini haya. Kwa hiyo upande wa DRC, um, Marekani ameonyesha wazi vile vile kwamba alivyoingia tu katika kutaka kusuluhisha ameweka makampuni yake pale kuingia pale. Kwa hicho ni kithibitisho kuona kwamba chanzo kuu kikubwa ni madini na sio chenginecho. Upande wa Sudan tunaona kwamba bado mali ghafi ya mafuta imeleta matatizo ambayo mpaka sasa hivi upande wa uh, Rapid Support Forces wanatetewa na, na nchi za UAE ambayo kidiplomasia, nchi za UAE badala ya kutusaidia Afrika kwa kiasi fulani zinaleta balaa na na nakama ambayo tunaona Sudan wameigawanya. Na vile vile tuwe waangalifu kwa nchi za UAE kwa kidiplomasia, mara nyingi badala ya kusuluhisha wanakuwa wanaleta uchochezi wa namna moja au nyingine, wakiseiwa na Marekani. Kwa hiyo Afrika tunaathirika kiasi kikubwa na hivi vita, na tunatakiwa kwenda mbele kuhakikisha kwamba havisambai na vinakwisha katika zile nchi ambazo kama za Sudan pamoja mm. na DRC, na vile vile tunaona mambo ma kama Marekani kutaka kuwa inapiga Nigeria moja kwa uh, moja Boko Haram juzi mm. tunaona kwamba Marekani bila ya ruhusa ya Umoja wa Mataifa imeamua kupiga Marekani eh, eh, Nigeria ambayo Jan... matokeo yake hatuyajui, ya jui yanaweza yakarudi wakati wowote yakasabaratisha yeah. Abdulaziz, eh, kama unanipata sasa. Eh, pamoja na yote haya ambayo yanaendelea, nafasi za jumuiya hizi za Afrika eh, zinafanya nini kuhakikisha eh, mizozo hii na eh, migogoro mbalimbali kwa nchi za Afrika inamalizika? Mnaona wanafanya jitihada za kutosha? Jitihada mpaka sasa hivi zinafanyika, lakini umezungumza neno uh, muhimu sana ulalopia mstari za kutosha bado jitihada hazitoshi na mihimili ile ya Afrika, kwa mfano AU, uh, uh, kwa mfano mihimili ya sadaka, mihimili ya kikanda na uh, maeneo muhimu, upande wa Afrika ya Kati, Afrika ya Kusini, bado mihimili hii haifanyi kazi kwa sauti moja ya kusema kwamba Afrika inazungumza katika medani za kidiplomasia kwa sauti moja. Ukienda AU pale AU uh, imegawanyika kwa kiasi kikubwa sana na inaingiliwa upande kila upande. Nchi zote zenye mataifa makubwa pale viti mm, vyao viko ndani ya AU na zinatoa sauti na zinatoa miongozo ya nchi tofauti zifanyike kitu gani? Kwa hiyo tunaona wazi kwamba bado Afrika haina sauti moja, na upande mwingine inajitahidi kwa mfano uh, kuzuia mapinduzi katika nchi, mapinduzi haramu katika nchi, e, e, kwa mfano juzi Burkina Faso ilipinduliwa, tukaona kwamba Nigeria pamoja na ECOWAS, wamesaidia ku, kuondoa mapinduzi. Tuzungumze wazi kwamba mapinduzi sio suluhisho la la Afrika, hata haya machafuko ya ya GNZ sio suluhisho la Afrika, kwa sababu tunakwenda kuona kwamba uh, baadhi ya vikundi kuchukulia kuchukua hatua mikononi mwao au wenyewe ambayo mm -hmm. Yote haya ni matokeo ya kuumia katika dunia kwamba dunia sasa hivi mm -hmm. haileti so, utawala wa kisheria kuanzia kumomonyoka kwa nguvu za Umoja wa Mataifa mm. na nchi kama za Marekani na nchi nyingineza kuchukua hatua zake yeah. zinatuathiri Afrika. Kwa hiyo tunabidi tuwe tuna sauti moja, tushikamane zaidi na tuangalie maslahi ya, kita, ya kitaifa zaidi vilevile mm -hmm. Sawa sawa, nakushukuru uh, Rahbi. Pale Belém Brazil ulifanyika mkutano wa COP30, ni moja kati ya masuala makubwa ambayo uh, ametokea uh, mwaka 2025 22, uh, mkutano ambao ulikuwa uh, ukijadili masuala mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini ikijadiliwa zaidi Afrika kwamba itanufaika kwenye nyanja mbalimbali. Kwa sekunde kadhaa kwa sababu ya muda, uh, mkutano wa COP30 wa, wa Belém ni moja ya mikutano ambayo ilizidi kuonyesha mpasuko wa ulimwengu uh. Uh, kesi ni zile zile za COP 29 COP, COP, COP, zile za nyuma kuwa, uh, hizi nchi ambazo zinatajwa kuwa ndio viongozi wa uchafuzi wa hali ya hewa duniani zinawezaje kusaidia nchi ambazo zinakuja kuathirika kwa matokeo ambayo waliyaanzisha wao? Tumeona mabadiliko ma, ma, mabadi, haya matokeo ya uchafuzi kule Pakistani, mafuriko sijui Bangladesh, na Afrika mara nyingi tumekumbwa na mafuriko ya hali ya juu. Sasa huu mkutano na wenyewe ni moja ya mikutano ambayo ilienda kuonyesha yale yale tu ambayo tumekuwa tukiyaona. Mpasuko wa moja kwa moja, nchi kubwa zimegoma kutoa fedha kufidia mm -hmm. na nchi ndogo zimeona kuwa fedha ambayo tunayopewa haitoshi. Kwa hiyo sikuona cha kilicholetwa kipya kwenye mkutano wa COP 30, huko Brazil, zaidi ya mipasuko ambayo tumekuwa tukishuhudia kadri Tumeku ya muda unavyokwenda. Asante sana, sana, Ibrahim Rahbi pamoja na Abdulaziz Jaad yaani, tunakushukuru sana kwa muda wako Asante kwa kuungana nasi tunakamilisha hivyo kujadili uh, baadhi ya matukio makubwa ya kimataifa ambayo yalijiri mwaka elfu mbili na ishirini na tano.